Leo nitakwambia ni kwa nini kama ukiota vitu huwa vinatokea kwenye maisha yako. Kuna watu huwa mnaota misiba, mkiota msiba mnakaa wiki moja, wiki ya pili, wiki ya tatu, mtu anakufa kweli kuna watu mnaota mtu fulani amepata ajali. Baada ya kuota mtu huyo amepata ajali, unajikuta kama unakaa siku mbili siku tatu, mtu huyo kweli kweli anapata ajali. Ama kuna wengine mmekuwa mkiota misiba au mnaota mambo mabaya, lakini mnapoota kitu hazichukui siku mbili siku tatu, kitu kile kile ambacho umekiona kwenye ndoto, basi kinakwenda kutokea kwenye maisha ya kawaida. Au kuna wengine mnajikuta mnatatizwa kwamba jambo mkiliota likiwa zuri halitokei, ila likiwa baya linatokea. Wewe vitu vibaya ukiviota huwa vinatokea, lakini vile vizuri a a huwa vitokei kabisa. Na pia leo nitakwambia ni kwa nini na kwa hivyo, na ni kitu gani cha kuweza kufanya mwishoni mwa video hii, na umekuwa ukijiuliza kwa muda mrefu ni kwa nini kuamini hali hiyo inakupata. Kwa nini kila kitu unachokiota huwa kinaenda kutokea? Je, ni kwa nini wewe unakuwa hivyo? Kwa nini wewe ni tofauti na watu wengine? Kwa nini watu wengine wanaota vitu vingi, lakini vitu vile wanavyoviota havitokei, lakini wewe kila siku ukiota kitu huwa kinatokea? Ukikiona kitu kwenye maono huwa kinatokea. Kama unajiuliza maswali hayo, basi jua kwamba video hii ni ya kwako, na ndio maana leo nitakutajia sababu kubwa tano za kwamba kwa nini huwa unaota ndoto na ndoto huwa zinatokea unazoziota. Ni kwa nini huwa unaota vitu na vitu unavyoviota huwa vinatokea? Ni siri gani ambayo imejificha ndani yako? Ni kitu gani ambacho hukijui kuhusu wewe, ambacho kinakufanya kila ndoto unazoziota basi zinakuja kutimia? Na kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu baada ya kutajia sababu za kwamba kwa nini unaota vitu na vitu huwa vinatokea, nitakwambia ni kitu gani basi unatakiwa kufanya. Sasa ninapoanza kutajia sababu za kwamba kwa nini ukiota vitu huwa vinatokea kwenye maisha yako. Basi kama bado hauja subscribe chaneli yetu unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya, basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata. So, so, kwa sababu ya kwanza, kwa nini ukiota vitu na vitu huwa vinatokea, hii ni ishara ya kwamba ndani yako uko na karama ya kinabii. Ndio maana unapoota vitu kuhusiana na watu vile vitu huwa vinakuja kutokea. Unapokuja kuota kitu kuhusiana na maisha yako, basi kile kitu kinakuja kutokea. Ukiota msiba wa mtu au ukiota kuna mtu amekufa kwenu, unakuja kuona baada ya siku chache mbeleni, basi yule mtu anakufa kweli, ama kuna wengine mnaota misiba, au kuna wengine wengine huwa mnaota watu wanaolewa, na baada ya kuota hivyo, watu wale huwa wanaolewa kweli. Inamaanisha kwamba ndani yako una macho ya kinabii, yaani wewe sio mtu wa kawaida. Ndani yako uko na karama ya kinabii na huenda haujajua kwa sababu ya vile unavyojidharau. Huenda hujajua ni kwa sababu ya tabia ulizonazo. Huenda hujajua kutokana labda na vile ambavyo uko mahusiano yako na Mungu ambavyo yako vibaya. Kwa hiyo unasema mmm, mimi nitakuwa na karama ya kinabii ndani yangu? Mimi siwezi kuwa na karama ya kinabii no. Unapoota ndoto na ndoto zinatokea, yani Mungu huwa anaongea sana naye kwa njia ya ndoto. Na maana hata kuna sema andiko matakatifu anasema kwamba akiwepo nabii kati yenu, basi nitaongea naye kwa njia ya ndoto. Unaona kumbe ndoto ni njia ambayo pia Mungu anatumia kuongea watu ambao wana karama za kinabii. Wewe katika ulimwengu wa roho una uwezo wa kuona vitu, vitu ambavyo vinakuja mbeleni. Una uwezo wa kuona mambo, mambo ambayo yanakwenda kutokea. Wengine hamna karama za kinabii ila Mungu amewaita kwenye ofisi za kinabii moja kwa moja. Yaani Mungu anaanza kuongea na wewe kwa njia ya ndoto. Baada ya kukomaa na wewe katika njia hii ya ndoto, Mungu anafuata kuongea na mtu kwa njia ya maono. Maono haya yanaweza kuwa ni maono ya wazi ama yanaweza kuwa ni maono yasiyo wazi. Kwa Kiingereza wanaita closed vision ama open vision. Hizi ni hatua ambazo Mungu anakuwa anamtengeneza mtu kwenda kuwa nabii. Sasa napokwenda kuambia sababu ya pili ya kwamba kwa nini ukiota vitu na vitu huwa vinatokea, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa sababu ya pili ni kwamba Mungu anakupa uthibitisho na anakuambia kwamba ndoto zako wewe sio ndoto za kawaida, hivyo natakiwa uzichukulie maanani kweli kweli. Yaani Mungu anaweza nakwambia kupitia ndoto ya kwamba usijidharau, ya kwamba ndoto zako wewe sio za kawaida, ndoto zako wewe ndani yake zina upekee, ndoto zako wewe ndani yake zina utofauti. We, we sio kama watu wengine, kwa sababu sio kila mtu ambaye huwa anaota basi vitu vile anavyoviota huwa vinatokea. Hapana, wengi sana huwa anaota lakini mambo huwa hayatokei. Sasa kwa nini wewe ukiota vitu huwa vinatokea? Kuna mtu unaweza ukawa unaota vitu lakini unajidharau kweli kweli, haujitilii maanani, unaona ndoto zako unazoziota ni kama vitu vya kawaida, lakini mwisho wa siku vitu vile vinakuja kutokea na unakuwa unashangaa kwamba eh, mbona hichi kitu niliota? Na ndio maana mara nyingi sana utajikuta kwamba unaota vitu, unasema kwamba ah, niliota fulani amekufa, lakini cheke amekufa kweli. Sasa hizo sio sifa, yani uenda kupitia ndoto zile Mungu alikuwa anakuambia kwamba mauti nao kuja juu ya maisha huyo mtu, sio mauti ya kawaida, wala sio mauti ya lali, wala sio mauti ambayo Mungu ameipanga. Kwa hiyo unatakiwa uanze kuizuia kwa maombi, lakini wewe ulivyoota tu ukapuuzia. Na ndio maana mara nyingi sana unakuta kwamba watu ambao wanaotaga vitu na vitu huwa vinatokea mara nyingi sana, huwa nasumbuliwa na roho ya kusahau ndoto ni una kwa nini wewe unaota vitu na vitu vinatokea? Ni kwa sababu wewe ni mbeba maono wa familia yako ama wa kitaifa. Unaweza kawa ni mtu ambaye utakuja kutusaidia mbeleni taifa hili itakapokuja kupata shida, taifa hili itakapokuja kupata matatizo. Ndo maana unaona hata maisha ya Yusufu. Yusufu alikuwa akiota vitu, vitu vilikuwa vinatokea. Ni kwa sababu Mungu alikuwa amemweka Yusufu kwa ajili ya kufanyika kwa kama jawabu katika siku mbaya zilizokuwa zinaenda kuipata taifa la Israeli pamoja na Misri na ndio maana unaona kwamba alikuwa akiota vitu vinatokea kweli kweli. Na ndio maana utajikuta kwamba hata muda mwingine familia yako inapopitia katika matatizo, kila kitu kinakuangalia wewe. Huenda kuna ndugu zako ambao wana pesa, huenda kuna kaka zako ambao wana pesa, dada zako ambao wana pesa, lakini ni nani ambaye huwa ana contribute mchango mkubwa au anatoa mchango mkubwa pale matatizo yanapokuwa yananaipata familia yenu? Unajikuta kwamba ni wewe. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe ni mbeba maono wa familia, na mbeba maono hawa, Mungu anaachia roho ndani yao ya kuota vitu na vitu kutokea, kwa sababu Mungu anawapa maelekezo juu ya vitu ambavyo vinakuja mbeleni. Mungu anaweza akawa anawapa maelekezo juu ya msiba unaokuja, huenda naambia kwamba kuna msiba na kwenda kutokea kwenye familia yenu, nyie kama familia natakiwa mwanze kujiandaa kiuchumi na kisaikolojia. Na ndomaana nimekwambia kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii itakwambia ni kitu gani cha kufanya kama huwa unaota vitu na vitu huwa vinatokea. Sasa napokwenda kuelekeza sababu ya nne ya kwamba kwa nini ukiota vitu na vitu huwa vinatokea kwenye maisha yako, kama bado haujasubscribe channel yetu unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado haujalaiki video hii na mpaka hapa tulipofikia umeshabarikiwa basi unaweza ukalaiki pale ulipo. Sasa sababu ya nne ni kwamba Mungu amekuandaa kwa ajili ya vitu vikubwa sana. Mungu anapokuandaa kwa ajili ya vitu vikubwa sana utajikuta kwamba wewe kila kitu unachokiota kinakwenda kutokea. Hauwezi kufika kule unakoenda kama hutakuwa haujui unaenda wapi, na ndio maana Mungu huwa anakupa maono ndani yako, kama bwana unataka kama kufika kule unakotakiwa kufika, fanya kitu mmoja, mbili, tatu, nne, tano. Na ndio maana hata maandiko matakatifu yanatuambia kwamba pasipo maono watu hupotea ama watu hushindwa kujizuia kwa sababu, Mungu anajua kwamba asipokupa maono ya mbeleni, asipokupa vitu vitakavyoenda kutokea kwenye maisha yako, anajua kabisa kwamba utashindwa kujizuia. Kwa mfano, kuna njaa inakuja kwenye familia yako ama kuna magonjwa yanakuja kwenye familia yako, Mungu anakuotesha vitu vya namna hii. Unaanza kuona watu wanauma sana kwenye ndoto, unaanza kuona taifa linauma sana kwenye ndoto. Anaweza akawa anasema nawe kwamba bwana, anza kuandaa uchumi wako kae vizuri, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yanakuja mbeleni ambayo yatahitaji wewe uweze kutoa pesa nyingi sana. Au anaweza akawa anakuambia kwamba omba, kwa sababu roho ya magonjwa iko inafuatilia sana familia yenu. Sasa sababu ya tano ni kwamba Mungu anataka kuweza kulinda kusudi ama hatima ambayo ameweka ndani yako, na ndio maana watu wa namna hii mara nyingi sana utajikuta kwamba wewe unakuwa ni mtu wa peke yako kwa sababu unakuwa unaona mambo mabaya ya watu. Mungu anakuwa anakuonyesha vitu vibaya vya watu kwamba bwana, usiambatane na mtu huyu kwa sababu mtu huyu ni mbaya. Unaweza kuwa unajiona huko kwenye ndoto kule, lakini kule unakoota ndoto unaona kwamba uko peke yako, ama unaona kwamba yule mtu ambaye ni rafiki yako wa karibu sana anakuloga au anakufanyia kitu kibaya. Mungu anaweza kana kuonyesha ndoto hizo kwamba mtu huyo ni mbaya kwenye maisha yako, mtu huyo hutakiwa kuambatana naye, na njia hiyo Mungu anatumia ili kuweza kulinda maono yako. Mungu anaweza kama kupangia kwamba wewe mbeleni uje kufungua vituo vya kulelea watoto yatima, mbeleni uje kuwasaidia watu wasiojiweza. Sasa, Mungu hawezi kukubali mtu kama wewe uweze kupotea hivi hivi, hawezi kukubali. Mungu hawezi kukubali kama ameweka kitu kikubwa ndani yako, wewe uweze kuperish hivi hivi, hawezi kukubali. Kwa hiyo atakachokifanya, atakuwa anaongea na wewe kwa njia ya ndoto na ndoto zile ambazo tutakuwa tunaziota. Zitakuwa ni ndoto ambazo ukiziota zinatokea, ukiziota zinatokea. Kwa sababu Mungu anataka kulinda maono ambayo ameweka ndani yako. Sasa muda huu nakwenda kwenye party ya muhimu sana kuliko party hiyo ya kwanza. Nataka nikuambie kwamba ni kitu gani cha kufanya kama, kama umekuwa ukiota ndoto na ndoto unazoziota zinatokea kwenye maisha yako, na ninapokwenda kueleza, basi kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama hujalike video hii, basi unaweza ukalike sasa. Jambo la kwanza utakalo lifanya, hakikisha unapoota ndoto unaiombee hiyo ndoto mapema sana unapokuwa umeamka, kwa sababu usipofanya hivyo, lile jambo baya linaweza likakupata wewe au linaweza likampata mwanafamilia yako. Jambo la pili la kufanya, kama ukiota vitu huwa vinatokea, basi hakikisha unapoota ndoto zako haumwambii mtu. Kwa mfano, huenda unaota umepata kazi, wewe unakwenda kumwambia mtu kwamba mimi nimeota leo nimepata kazi. Mtu yule huwezi kujua kama ni mbaya kwenye maisha yako, anaweza kaenda akazuia baraka ile ya kazi, na ndio maana kuna watu wengine mnajikuta kwamba kuna baadhi ya vitu mnaviota ambavyo ni vizuri vizuri, lakini lakini vitu vile vile havitokei. Vile vibaya vinatokea, lakini vile vizuri havitokei. Ni kwa nini? Kwa sababu mnaongea sana. Basi utakapofanya mambo hayo makubwa mawili niliyokwambia, utajikuta kwamba zile ndoto nzuri ambazo unatakiwa zitokee zinakwenda kutokea, vile vibaya havitokei, okay. Na pia kama una ndoto yoyote ambayo haujui tafsiri yake basi unaweza kuandika kwenye comment section pale nami nitakujibu mara moja. Pia kama una shida binafsi, unahitaji maombi, nikuombee kazi, nikuombee ndoa, nikuombee nyota, jambo lolote lile unataka nikuombee. Basi utachukua namba yetu ya simu ambayo inaonekana upande wa kulia wa chini wa screen yako, utanipigia moja kwa moja na nitaongea na wewe. Usitume message, nipigie moja kwa moja. Na pia kama unataka kuabudu na sisi ama unataka kuja kuonana na mimi binafsi, unaweza kufika kwenye kanisa letu lililopo Kimara Temboni. Utakapofika Kimara Temboni, chukua bajaji za kwenda Makofia. Utakapofika Makofia, ulizia kanisa jipya kwa aposto Sengo ni wapi, watakuelekeza na watakuonyesha, na utafika mahali pale, nitakuombea, nitaongea na wewe, nitakutabiria, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Pia tumefika mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike. Pia kama ujumbe huu umekubariki basi, unaweza ukashare kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu akubariki sana. This is apostle Sengo amen, shalom peace.